Habari za wakati huu, mmea unaouona kwenye skrini yangu huu unaitwa Black Jack, ni dawa ya asili ambayo inatibu magonjwa mbalimbali ya kuku. Karibu katika channel ya Ben Kukufarm. Leo tunakuletea tiba ya asili inayosaidia wafugaji wengi, mmea huu wa Black Jack. Hii ni mimea ambayo huwa watu wanaizalau sana lakini ina msaada katika ufugaji. Je, wajua kuwa majani haya yana uwezo wa kuponya kuku wako katika magonjwa mbalimbali? Twende kazi. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe uliko chini ya video hii, pia gusa kengele itakayojitokeza hii. Itakusaidia wewe upate notification kila tuwekapo video mpya pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia channel yetu na kuipenda video zetu ili tupate moyo wa kuweka video zingine. Usisahau kushare, kulike na kucomment ili kuweza kujifunza zaidi. Black Jack ni mmea wa asili unaota karibu na makazi, mashambani au pembezoni mwa njia. Wakulima wengi hudharau mmea huu wakati huu mmea ni dawa nzuri sana ya katika ufugaji wa kuku. Hu, hu, huu mmea una uwezo wa kutibu magonjwa mengi kidogo. Magonjwa baadhi ambayo yanaweza kutibiwa kwa kutumia mmea wa blackjack ni kama ifuatavyo: moja, kuhala; mbili, minyoo ya ndani; tatu, mafua mepesi; na nne, kuku waliozoofika au kupoteza nguvu. Hayo ni magonjwa ambayo mmea huu umeonekana unatibu vizuri kabisa na kuku wanapona kabisa. Sasa moja kwa moja, kabla tujafika mbali, tutaelekezana jinsi gani unaweza ukauandaa ili uweze kutumika katika dawa zako. Ben Kukufarm, tuna tunakujali mfugaji, ndio maana tunakuletea tiba hizi za asili lakini zenye uwezo mkubwa wa kutibu magonjwa na kuleta matokeo chanya katika ufugaji. Hatua za uandaji wa dawa hii: chukua majani mabichi ya Black Jack kiasi cha gramu mia moja hadi mia moja hamsini sawa na kikombe kimoja kikubwa cha majani yaliyokatwakatwa. Osha majani haya vizuri kwa maji safi ili kuondoa vumbi na uchafu. Hatua ya tatu, chemsha maji majani haya kwenye maji lita mbili kwa muda wa dakika tano kumi na tano hadi dakika ishirini Baada ya hapo, chuja, kisha acha dawa hii ipoe. Baada ya kuona imepoa kabisa haya maji utachanganya kwenye ma... nani, kwenye maji mengine. Haya maji ya dawa utachanganya kwenye maji mengine ambayo yatakuwa kuanzia lita tano hadi kumi za maji na kuwapa kuku wanywe. Utatumia dawa hii kwa muda wa siku tatu, na utaona hayo matatizo matatizo ambayo nimeyataja huko yanaisha kabisa. Kwa hiyo kuku wenye dalili za kuharisha uchovu pamoja na minyoo watapona kama utafanya hivi nivyokuelekeza kwenye kuandaa hii dawa ya Blackjack bila kutumia dawa za dukani. Hakikisha dawa hii unaitumia kwa kuku wakubwa, yaani hutumii kwa vifaranga ambao wako chini ya wiki mbili. Utatumia kwa kuku ambao tayari wamefika umri wa, wa kuhimili dawa za asili. Kama umependa video hii gusa neno like, comment swali lolote kuhusu ufugaji kuku, sisi tutakavyokuja online tutakujibu haraka iwezekanavyo. Ben Kukufarm, tuna tunakujali mfugaji. Karibu sana na endelea kufuatilia video zetu. Tuna video nyingi kidogo ambazo zimefundisha dawa mbalimbali mbali za asili ambazo ukiziangalia na kujifunza unaweza ukapunguza gharama zinazotokana na matumizi ya dawa za viwandani. Asante sana.